Ni adhuhuri, jua nirotosini kali kiasi kwamba na ita jasho jingi mwingime. Nimetembea tangu asubuhi, kijiji baada ya kijiji, vichochoroni na barabarani, kusaka cha kuniafua siku hii na pengine cha kusukuma wiki, na munguza mwendo kwa kuishiwa na nguvu. Tumbo limebanana na mgongo usiseme. Njaa sijana tangu jana yake, lakokua chai rangi ya kuongoa tumbo usiku. Mara mawazo yanijia kidini na kuizonga nafsi naivuta taswira yangu ya utotoni hadi kufikia wakati huu. Uso umenifunga, minyoo inaniumia. Nafika na katika soko la mji wa Kigamboni, pembeni kwenye seni, kuna viti vya kupumzikia. Na keti nipumzishe mwili kwa uchovu mwingi. Nimekuwa nikiwaza na kutafakari kwa muda sasa, jinsi ya kuishi maisha bora, yani fahaya na niafahaya hivyo hivyo. Tuendane, sina namna ila nina matumaini, matumaini ya kuyashinda maisha ya uchochole na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi. Ndiyo maana niko chini humu kusaka tonge niishi walishimo wenzangu. Nitakabiliana na hali yangu hapa kila kuchao, jua ndizonozavo naona mwaka mpya, ukurasa mpya na matumaini kuzidi. Natumai na kuota mambo yatakuwa barabara. Sio muda mrefu tangu nitoke kwa nina aliyenifaa sana. Wakati nimekulia nchini humu niliishi kwake kwa kwa muda wa miezi mitatu. Nina alikuwa kama mamangu, alinichumia mama kila siku niliona kama nipo ni kizoni maana alinitendeza sehemu hadi sehemu kuona miji tofauti tofauti na kujua jinsi nitakavyokabiliana na hali ya maisha katika nchi hii. Alinifunza mambo aina aina, si upishi, si kuishi na watu kwa wema na kulitoa usunu. Nikayajua na kwa mambo haya nikawa mjuzi na niliyekamilika, nika haswa nikahisi niko nyumbani, niko na familia yangu, mbali na kumwacha mwanangu wa pekee na bibi yangu Farida nikawa na misha na hamu ili kuyaanza maisha mapya kuishi na kusaka maisha bora hapa. Nilihisi nimefika kwamba nina ufunguo wa maisha niliyohitaji kwa kipindi kirefu tangu nijue vya kujua, na hapa nilihitaji mlango wa kufungua tu. Nina aliishi nami kwa upendo kipindi hicho, akanielewesha jinsi jizi wabogo walivyo, wasanii niwe makini nao, niwapende, ila nijichunge, ni wengi wa Waswahili wenye maneno matamu ya kuzikamilisha hamu na gamu za mja wapendao wa kufurahi kwa kila jambo na kusemehana heri kinyume na watu wa kwetu. Ah, ukijua huu na huu ujui. Ndiyo mwanzo naanza kuwaelewa waja wa nchi hii walivyo na umoja na utangamano wa ajabu, waliojawa na nyuso za aiba na ujirani mwema. Kumbe wanaghadhaa na wabeti bora ubali, kwa jinsi nilivyomonea kijicho Nina alivyokuwa na mme mzuri, mrefu wa kiasi, si mweusisi mweupe sabasanu nzuri iliyopita kuwa yake ya kupatata asiyekona wala kuwa mnene miguu iliyojaa vizuri na kulainishwa na weusi wa malaika. Alionekana mzuri wa hali yake ya mali walivyomiliki mashamba ya vizitu na magari ya usafiri, viwanda na nyumba yao ya kuishi kama kasri ya sultan vile, kasri ya kisawasawa iliyojengwa kwa mpango usiseme, taa za kisasa, madirisha makubwa kama ya benki na miti ya manukato iliyozingira ikiwemo milangilangi ya misumini. Ewe, ungetamani kuishi hapo milele kweli. Kutamani ni kitu tofauti sana na kumiliki. Maskini nafsi yangu. Tumaini, nilihisi nimepitwa sana na muda na sadiki, nilimwonea gere. Nina, nilihisi nikaze kwamba nami niishi maisha kama yake au zaidi ya yake. Maisha yamikubali nami ni ya kubali, tukabaliane na tufaale. Tuka maskini achoki na akichoka keshapata. Nifanyaje mimi mgeni niliwaza pale pale nilipoketi kwenye sedi wakati huo nishaama warafiki yangu Nina, sikutaka kuchosha kwa kunigharamia mimi mtu mzima. Nikaona bora niondoke nami nikapambane na maisha ya mjini. Hapo hapo sedini nikakata kauli niende mjini Kariokoo kusaka kazi, hata kama ni kuwasaidia saidia matajiri kufanya biashara, ama pengine niwe mesenja. Nisinge jali, alimradi nipate hela kidogo, nipate kula, nipate afua, na siku zisonge namna hiyo mpaka nipate riziki yangu. Daladala nikaja hapo sedi inasukusha abiria huku akipakia wengine. Nikaona nijaribu bahati yangu. Samahani konda, naomba unipeleke mjini. Napo sina hela, kwa bahati mbaya nimepoteza kiboshi changu, nisaidie kakangu. Nilimdanganya na naye aliamini kwa sauti yangu ninekeku na sura ya sehemu iliyokuwa nimevaa mimi huyo hadi mjini, nikashukia soko kuu la Kariakoo. Pale nikawa napita maduka ya waiti, nikawa nasema na moyo wangu, niende ama nisiende kuwauliza ajira. Naogopa watanitambua kwa Kiswahili changu cha ulimi tofauti na sura yangu ya ugeni. Ngao yangu ni imani tu. Muda unasonga na niko mbali na nyumbani kwa rafiki yangu, ningawa naona nimefumaniwa na maisha yale yale yaliyonifanya nitoroke kwetu. Machozi yananilenga njia mbili japo yanazuiwa na miwani yangu nyeusi ya jua. Ninajikaza sana ila nashindwa na yaada yanatiririka. Ninamlilia Mungu wangu anionyeshe njia maana hapa sina wa kufanya nini, na sitaka kumsumbua. Nina nilitaka nijidhihirishe kama mtu wa mjini, ila hapa sina chochote cha kuniweka mjini, sina hicho cha kujidhihirisha. Inabidi nichoshe macho yangu ya kulia nasibu. Jua kali linaanza kupoza ukali wake, ninafifia na kuleta rangi ya manjano na nyekundu. Machweo yanabisha. Maskini mtu kwao, ugeni si kitu chema. Ni wapo na randaranda tu vitihani hapo sokoni. Mara ninaona ukini ofisi ya mabasi yaitwayo tamii Nikawa na yajua haya mabasi tangu Kenya. Nikafaritika moyo, ukalaurika njaa. Nishaizoea, nikasema na moyo, kisha nikaenda hapo kwenye afisi yao. Nikapata watu watatu. Dada, usaidiweje? aliyekuwa upande wa kushoto akaniuliza. Samahani kaka, naomba niseme na nilimwambia kwa tabasamu. Sema tu, ninakusikiliza. Alinikatiza. Nimepata shida, hivyo naomba dakika yako moja, nilimwambia kwa ukarimu akatoka nje, nami sijui nianze kwa kusemaje. Nahitaji chakula, nahitaji nauli kurudi Kigamboni, nahitaji ajira, kila kitu nahitaji. Nikaamua bora niseme yote kwa pamoja, iwapo agenyikwa muda husema naye. Alionekana muungana na msikivu, hivyo nikaanza kumweleza cheichei. Kaka, nina shida na kurahi unisaidie japo pamoja, nitashukuru zaidi. Sauti ilitoka huku machozi yakilitoka ghafla. Dada, sikuelewi. Wajua, siku hizi huwezi kuamini yeyote apitaye na hasa akiomba msaada au amekuja kukutapeli. Kaka, mimi sitapenda, naomba uniamini, nimekuja kusaka ajira huku kwenu, maana kwetu sina bahati, nimejaribu ila sijafanikiwa, nikaona nije huku nifanye chochote, nisipe njaa nisipe wakati, natamani na kuwa na malengo ya maisha. Nisaidie kaka, nisaidie baada ya muda mfupi, alinipa shilingi elfu tano za Tanzania na akanipa namba yake ya simu, akaniambia angenipigia iwapo angepata nafasi ya kazi. Nilimshukuru sana, machozi yalichanganyika na furaha. Maskini ana makuu, haja yake ni nafuu. Nikanunua urojo nikoze tumbo na mna njaa, baadaye nikanunua mboga za matembele, angalau niende na ufondo nibale kwa rafiki yangu naaminivyo kwetu ni budi kubeba chombo kote uendapo, hata kama utabeba ya maji. Usiende kwa wenyewe mikono mitupu, kwani ailani. rafiki yangu Jennifer alifurahi aujio wangu. Jennifer alifurahi zaidi kuona nimebeba mfuko. alikuwa si mtu wa makuu, alitosheka na hicho tu, nami nilipenda uelewe wake. Ni nadra kumpata mwanamke wa namna yake mjini zama hizi. zama hizi. nadra sana Wiki tatu zikapita, ningali nahangaika. Nikaona nimkumbushe yule bwana wa tamri kuhusu ajira. Nikaweka mtazo kwenye kilangalanga changu nimpigie, akawa hapatikani kwenye laini. Nikawaza cha kufanya, mlango huu ukifungika na huu mwingine unafunguka. Niliamini hivyo, sikutaka tamaa, nilivuta subira, japo ulikuwa mtihani mgumu sana. Ni miezi sita tangu nivulie hii nchi. Sina ajira, sina kibarua, sina hata kibanda, ningali mgeni. Kila kuchao, moyo wangu ulizidi kusonona na nafsi kugonda. Nilikosa imani, ila nilikuwa na cheche za matumaini kwamba iko siku. Pengine Mwenyezi Mungu alikuwa ameenda likizo, ila hakuwa ameniacha mja wake. Nilijipa matumaini, nilikawa mtu wa Mungu wake kama nimeweka maktaba ya Mungu, nikawa nina kadarasi naye akanikisha riziki yangu nami nimtumikie milele mimi naye naye nami. Muda huo nilikuwa mnongole sana, hakuna ibada iliyonipita. Jenifa alikuwa ana tabasamu zake za, za kila siku. Pengine nilikuwa nishamkera kwa kutumia vitu vyake kule bilashi: chakula, sabuni ya kuoga, mafuta na vingine vingi vidogo vidogo. Pengine aliudhika na ukaaji wangu kwa muda mrefu bila kumsaidia kugharamia mahitaji ya kimsingi. Sikupenda nimsumbue yeyote, sikutaka nimpigie nina anikobeshe hela zako, nilihitaji sikutaka kuzidi kumuudhi rafiki yangu Jenifa, lakini nifanye nini? Nilipata tabu sana hapa. Nilihitaji kuchukua hatua nyingine ya ajira, yamenishinda mengine tu, alimradi nipate ajira au nirudi zangu Kenya. Lakini ningesemaje huko kwetu nilivyo? Ningerudi na nini hasa? Pesa gani? Mali gani? Au na nani? Maswali yalikuwa yanasema na akili yangu mbili. Angenipokeaje na mwanangu mpendwa? Je, radhi wangu sijui Bora ni fe huku niliamua, hivyo ni nili miume llgoo kwa meno moyo na nafsi zangu zikawa na msururu wa mawazo. Kila dakika ikiunda sana na kumalisha siku. Nilikuwa na tamani na naamini, japo kwa kiasi fulani, nilitamani na kutaka. Nilipanda ngazi kutoka kutamani na kuanza kutaka. Nilitaka yaliyo mema na mazuri, maisha matamu. Msururu huo ukawa umeniganda akilini kwa ashiki ya aina fulani ambayo siweza kueleza. Niliwaza nataka niwe na yule